Majina, anaitwa Oswald Frukokomba afisa mtendaji kicha cha Kiulila kata ya Nyoni kutoka Halmashauri ya Mbinga DC. Awali ya yote kabisa naishukuru Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kutuma timu ya wataalamu amekuja kutoa elimu inayohusiana na, na hakimiliki za kimila. Katika mafunzo yetu ya leo tumepata kujifunza miamala mbalimbali, lakini ikiwemo ile uandishaji wa mirasi, mikataba ya pango, uwekaji na leani. Lakini naamini kwamba kupitia elimu ya leo itatusaidia hasa sisi watendaji wa vijiji kwenda kumaliza migogoro ambayo ilikuwa inatokana na kutokuelewa uhalali wa haki miliki za kimila katika maeneo yetu. Kwa majina naitwa Gerida Emilia Ndunguru ni mwenyekiti wa serikali kijiji cha Maenge, kata ya Litembo, we, kata ya Litembo, ya Litembo. Kata ya Litembo, tarafa ya Mbuji wilaya ya Mbinga Mbinga vijijini. Tunashukuru kwa kuja leo wataalam kutoka wizara ya ardhi. Wametufundisha kupitia haki haki miliki za kimila kupitia ardhi. Tumefurahi sana kutokana na elimu yao waliotupatia, itatusaidia sana sisi wenye viti kuepukana na migogoro elimu yao tumeipokea na tunaenda kuifanyia kazi tukiitisha mikutano ya vijiji na wananchi wetu na kutoa elimu ambayo leo wametupatia. Kwa jina naitwa Richard Kandindindi, afisa mtendaji kijiji cha Buruma, kata ya Mpapa, tarafa ya mbuja alimashara, wilaya mbinga DC. Leo tumetembelewa na wataalamu kutoka wizara ya ardhi, wamekuja kutupatia mafunzo ya haki miliki za kimila. Katika mafunzo haya nimejifunza vitu mbalimbali, nimejifunza namna ya kutatua migogoro ya ardhi katika vijiji vyetu, lakini pia nimejifunza namna ya miamala mbalimbali na taratibu zake. E, kwa majina anaitwa Bruno Claudius Komba, ni mwenyekiti wa kijiji cha Kibanga kata ya Mbuji tarafa hii ya Mbuji. Mafunzo kwa kweli kiujumla na kuwawalisia kwa kweli nimeshayapata vizuri na ni kwamba katika mafunzo hususani sana ya umilikiaji wa ardhi kwa kweli tulikuwa na migogoro mingi sana huko vijijini kuhusiana na hakimiliki za ardhi, lakini ilionekana pia kuna watu ambao pia walikuwa na rehani zao katika kuwekea, lakini sasa utatuzi wake ulikuwa mgumu, kwa sababu elimu zake zilikuwa hatujaweza kuzipata na kushughulikia ipasavyo, ila naamini sasa, kwa kuwa wataalamu wetu kutoka Wizara ya Ardhi wamekuja kwetu kwa lengo nzuri la kutufunza, na sisi hili tunalipeleka kwa wananchi kuliweka bayana, hususan sana kwenye mikutano, hasa nikiwa pale kijijini kwangu.